Karibu sana kwenye YouTube channel yetu ya Wauzaji. Leo tutajifunza hatua kwa hatua, mimi huwa nafundisha pole polepole ili kwa yoyote yule aweze kufahamu, nafundisha taratibu na sina haraka yoyote. Leo tutajifunza jinsi ya kudownload WhatsApp. WhatsApp ni mtandao mkubwa sana ambao unaweza kuutumia na una watumiaji wengi wengi wengi sana. WhatsApp ni kubwa sana. WhatsApp inajulikana na ni vizuri hata kibiashara. Sasa moja kwa moja, ili kudownload WhatsApp yako inabidi utafute kwanza, itabidi uangalie kama unatumia simu za Samsung, unaweza ukaitafuta kupitia store ya kawaida. Umeona store hii hapa, mfano kama unatumia Samsung ukaingia hapo, baada ya hapo ukatafuta hapa juu, ukabonyeza kisha ukaandika WhatsApp ukaandika WhatsApp ukaangalia hapa, kisha ukipata WhatsApp. Lakini kama sio mtu, m, mtumiaji wa kama kama kama sio mtumiaji wa, wa wa simu za Samsung, basi ni vizuri ukatumia Play Store. Hata kwa watu wa Samsung pia ni vizuri sana kutumia Play Store. Mfano mimi hapa naitafuta Play Store nimeona hii hapo Play Store. Basi nitagusa Play Store, nitaifungua. Baada ya kufungua Play Store, nitabonyeza moja kwa moja ili kuitafuta WhatsApp, nitabonyeza search. Baada hapo, nitabonyeza kidudu cha kutafuta iki hapa juu, search apps and games, nitabonyeza baada ya hapo sasa, inategemea unataka WhatsApp aina gani? Maana kuna WhatsApp za aina mbili, subiri, nitakuonesha. bonyeza hapa WhatsApp, unatafuta WhatsApp. Zimekuja WhatsApp messenger na hii hapa WhatsApp business. Sasa kuna WhatsApp za aina mbili, kuna WhatsApp messenger na WhatsApp business, zote ni kitu kimoja ukija hapo ukiangalia, e, zote ni WhatsApp LLC e, kwa kuna WhatsApp ya kawaida Messenger na WhatsApp Business. Je, sasa hizi tofauti zake ni nini? WhatsApp Messenger ni kwa ajili ya zamani kabisa, tangu kipindi iko mtu una chati kwa WhatsApp, kupeana taarifa mbalimbali. Sasa wengi walikopo naitumia zamani, lakini ilikopo haina vitu vingi vya biashara, mfano ulikuwa hauwezi kuseti e, mfano mfano ulikuwepo hauwezi kuseti e, i muda wa biashara, masaa ya biashara. Au ulikuwa saa nyingine zamani, ukitumia WhatsApp Messenger ya kawaida, ulikuwa hauwezi kuseti labda, e, message zijitume zenyewe automatic, mtu akiingia tu online. Sasa wakakaa wakatafakari, wakaona sasa kwa sababu hii ni ngumu bora tuitofautishe hizi WhatsApp, kuwe na WhatsApp mbili: WhatsApp Messenger hii una chat kawaida na wote, mtu ukitumia ni kitu kile kile na message zenda ile ile, na kuwe na WhatsApp ya biashara, hii WhatsApp business, kwa ajili ya watu wanaofanya biashara au wanaotoa huduma ili iwarahisishie kwa uharaka kwenye mambo yao. Kwa WhatsApp business vimeongezwa vitu vingi vingi sana, mfano unaweza ukaweka muda wa wewe biashara yako kufungua. Unaweza ukaweka location, unaweza ukaweka yani location maanisha sehemu wewe ulipo. Kwa hiyo mtu mteja akiigusa moja kwa moja aweze kukufikia paka ulipo. Unaweza kuweka maelezo ya biashara yako, unaweza kuweka vitu vingi, yani imeboreshwa kwa kiwango kikubwa, kiasi kwamba kwa mfanyabiashara ni bora utumie WhatsApp, WhatsApp Business kuliko WhatsApp Messenger kingine zote mbili zinaweza zikakaa kwenye simu moja mfano umeona mimi zote nimezitoa kwa mtu anaweza kuwa na WhatsApp Messenger na WhatsApp Business kumbuka kwamba usipende mambo yako ya biashara uitumie kwenye namba yako ya simu ya kawaida mfano mimi na WhatsApp ya kawaida ambayo nimeitumia muda mrefu sana ambayo imejiunga kwa namba yangu ya simu ya tangu miaka hiyo ya zamani pia nina, nikaja baadaye nikaona kumbe usitumie mambo yako mengi kumwozia mtu kwa kutumia namba yako binafsi. Nikasajili namba ya pili, line namba mbili, kwa ajili ya biashara, nikadownload na WhatsApp ya biashara. Baada ya kudownload WhatsApp ya biashara, kunika WhatsApp ya kawaida na namba zangu binafsi eh, WhatsApp ya biashara pamoja na namba ya biashara. Baada hapo nikaanza kuona kumbe mambo yangu yanazidi kuwa mepesi. Kwa mtu akipiga kwenye namba ya biashara, najua moja kwa moja huyu ni mtu wa biashara. Mtu hata kama namba nyingine akipiga kwenye line yangu binafsi, naona okay, kumbe huyu itakuwa ni mtu ambaye ananifahamu. Na muda ambao usitaki kufanya biashara, naweza nikaweka simu ya biashara pembeni, nikabaki na namba yangu ya simu kawaida. Na muda ukifika wa biashara na kuwa tuna simu yangu ya biashara ili kupunguza distraction na kupunguza mambo mengi ambayo unaweza kuyafanya kwa wakati mmoja. Imenisaidia sana kwa hata wewe, na kushauri usitumie biashara kwenye namba yako kwenye WhatsApp ya kawaida, udownload WhatsApp ya pili. Ila kama wewe ni mwajiriwa, huna biashara yote, si ajabu unatumia laini moja ya simu tu, basi ni vizuri sana ukatumia WhatsApp ya kawaida, kwa sababu kila kitu ni kile kile na inakutosha sana na haina changamoto. Sasa hapa E, tofauti nyingine kubwa ambayo naweza nikaidiscuss hapa, yes, ni WhatsApp. E, kwanza zote zinatuma kila kitu kwa kwa usawa. s So, jingine najua ambalo ungewaza kuniuliza, je, yeah, unaweza kuwa na WhatsApp mbili kwenye simu moja? Ndiyo, inawezekana. Unaweza ukawa na WhatsApp Messenger pamoja na WhatsApp Business zote kwenye simu moja na zikafanya kazi kama kawaida. Mfano eh, mimi hapa nina WhatsApp Business natumia, nina WhatsApp pia ya WhatsApp ya kawaida natumia. Huyu inawezekana bila shida yoyote, na zote zinafanya kazi na zote zinaingia nikitaka muda wote. Swali so, jingine mtu anaweza kaniuliza una unamshauri, kama mtu ni mwanafunzi atumie WhatsApp ipi? Kama mtu ni mwanafunzi atumie tu WhatsApp ya kawaida WhatsApp Messenger hiyo ya kwanza. Pia e, swali so lingine ambazo unaweza kuniuliza kwamba eh, je, naweza nikatumia WhatsApp ya, ya kawaida alafu baadaye nikabadilisha ikawa WhatsApp Business, inawezekana. Unaweza ka-download ukatumia WhatsApp ya kawaida, baadaye ukaona, okay nataka nataki hii namba nitumie kwa biashara basi ka-download WhatsApp ya biashara kisha ukaanza kuitumia. Hiyo nayo haina shida yoyote. Na unaweza pia ukahama kutoka WhatsApp Business ukaingia kwenye WhatsApp ya biashara, ya ya kawaida kama ni mara kwanza WhatsApp. Mimi tayari ipo, lakini wewe haipo, basi unaweza kubonyeza neno install ikajiweka moja kwa moja nisha, nisha nyingi, kupitia hii chaneli yetu ya YouTube.